Na, pezi watazamaji na wafuatiliaji wa ROPAI Online TV. Kwa hiyo kipindi cha story ni mob na leo niko na, na Familia Brand na yeah, ndugu fulani hapa. Kidume Brand. Kidume. Kidume Brand na Familia Brand. Kwa hiyo watu wamekamilika Kidume Brand na Familia Brand ujio mkubwa wa, fami... wa, wa, wa, wa Familia Brand leo ni kuja kututambulisha ujio wa kundi la Focus House of Talents. Tunaanzia hapo, gia yetu inaishia hapo kwenye eh, Focus. Focus. Kwa nini Focus? Kwa nini Focus? Kwa nini Focus? Yeah. Uh, kwa sababu tulikotoka, mm. mm. mm. kwa nyuma tulikuwa tuna kundi pia, lakini tukaangalia watu jinsi wanavyoenenda na tabia za wasanii ambao waliopita wamesha kuwa mastaa kabla wajaonekana. mm na tumesha waonya mara kibao, lakini imekuwa changamoto na waelewi. Tatizo la usta e, usta mm. mkubwa mtu mm. anakuambia, mimi huwezi kunipigia simu kama kama utanilipa. mm. afu kiangalia kazi aliyocheza kacheza, ana kazi aliyocheza na kazi hazijatoka. mm. Kwa tukaona kwamba watu wameshafanya mazoea mm. na siku zote ukimwendesha mtu ashafanya mazoea hawezi kukuheshimu. mm. kwa tukasema hebu tuachane na hawa watu mm. kifupi, tumeachana na watu kabisa mm. tuachane na watu mm. tu hebu mm. tu mm. tu tuanzishe kitu kipya. Okay, lakini nyuma kidogo tulikuona kwenye ile inaitwa The Dream, The Dream House of Talents, na nadhani na wewe ndio ulikuwa mwenyekiti wa kile wa kundi lile. Sasa tujue kwamba, je, hii ni The Dream na yenyewe imehamia huku au ni kitu kipya kabisa ambayo inaitwa maki? Kule kuna The Dream House of Talents, lakini huku kuna Focus House of Talents Mmebeba eh, kitu kizima kabisa, kasoro huku, mlichukua The Dream, huku mlichukua, huku mlichukua na Focus. Kwa hiyo labda nataka kujua Focus. Yeah. Yaani Focus imezaliwa kwenye The Dream, au Focus ni kitu kipya kabisa ambacho hakihusiani kabisa na The Dream au soft talent. Yaani kifupi Focus inajitegemea. Mm. Yaani have you usiani hata robo. Kwa hiyo The Dream pia bado ipo. The Dream imekufa. Imekufa. Eh. Unaweza ukaniambia ukweli kwamba The Dream ndio imekuja ku focus sababu, kwa nini tu baada ya kufa au kilikuwepo kabla ya kufa? Ndio pale pale ROPAI Online TV, nikwambie hivi, kwa sababu nilikwambia mwanzo kwamba watu wa The Dream ndio mastaa, yani kwa kwa kazi wazofanya, japo kwa hajatoka ile, wameshajipa ustaa na maarufu kwa unaweza kuambia kitu tufanye kitu fulani, kwa sababu wameshakuwa ni mastaa, hawezi kufanya na wanaamini kwenye kufeli Yani, kuna jambo mtu anasema tunafanya jambo fulani lakini kutokana na wewe wanaamini kwenye kufeli, hawezi mimi kitu moja tukaofanya. Okay. Kwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo kuna jambo ambalo, uh, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa ROPAI Online TV, kipindi ni Masori Mob, jina langu ni Robert bwana. Leo tumekuja kitofauti kidogo, eh. Naitwa Robert Kaswiza kutokea hapa ROPAI Online TV. Leo niko na Famila Brand, lakini niko na kidume Brand ambao tunakuwa tuna mazungumzo kibao kibao. Uh, kidume Brand, kuna mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza, anatamani kukujua. Kwa nini umeonekana kwenye kwenye focus kwa size, unaonekana kama nani kwa sasa hivi kwenye, kwenye focus, focus? Mm, mimi nasimama kama nidhamu. Nidhamu. Ah, wewe kwenye masuala nzima ya nidhamu, mm. Mm. Na wewe pia ulikuwa kwenye ile iliyo ili, kwenye kile kundi ilikuwa kule, yeah. Yep. Ulikuwa kama nani?

Na kufocus na kufanya kazi. Hii sanaa ni biashara. Na kama sanaa ni biashara mm. mm. kuna watu tulikuwa nao nyuma ambao kwenye The Dream ambao walifilisha watu mpaka watu kufikia kukata tamaa mm. ya sanaa mm. na kuna mtu kimbisa kwa sanaa anakata tamaa kabisa na mimi biashara sizielewi mm. lakini focus nimekuja na mipango kabisa sana mm. na kuongea mpaka sasa hivi ni ROPAI mm. kuna watu wameshakula shavu za tenda za kazi kupitia focus mm. Eh, kuna watu wameshalamba thelathini ishirini, ishatembelea watu sana kupitia focus, kwamba tunataka kufocus. Basi tukuja tu tunakutana, lakini huko kuna fursa ambazo pia focus wanazipata kama wana kikundi, wasiwe kasema tunapoteza muda wetu, tunakuja pale kama ilivyokuwa sana. Hii ni focus kama tuna focus za ndani biashara, basi watu wapige kazi. Ni aina gani ya sanaa ambazo mtazifanya nyie kama focus? pale tutakuwa tunachukua sanaa za aina zote. Tunakuwa na wasusi, mtu ana kipaji cha kusuka tunamkaribisha Focus. Ana kipaji cha kuimba tunamkaribisha. Je, Focus anafanya sanaa yani, anaigiza maigizo tunamkaribisha Focus. Pia sarakasi tunamkaribisha, maana ni sanaa, tunapokea vipaji vyote. Na umesema malengo ya kuanzisha kundi jipya na kuachana na ile kundi ambayo ulikuwa unaanzisha zamani, hususani malengo yako makubwa ni yapi? Malengo yangu kwanza, lengo la kwanza ni mm. watu kufanya kazi zionekane, afu kazi azionekane mm. yeah. yaani, mm. na kazi kama tunafanya kazi inaonekana, nataka kazi yenye maslahi, yaani sio mm. yeah, yeah, tufanye kazi tu, lakini nataka kufanya kazi yenye maslahi mm. na bwana Ropai, ili sikulisema kwa, na mm. si kwa yoyote. sikulisema yoyote, si na hii itakiwa iwe siri na, na, yangu mwenyewe. lakini unasema. <laughs> eh, ila naadili, niambie ya watu kwamba mm. Kuna mpango za bici na mkubwa sana, na nyuma yote hapo kuna mtu atakuepo. Kuna mm. e... of course mtu atakuepo, yeah. na nitapiga kazi back to back. Mm. E... tumejipanga e... yani kwamba sio kipindi Sikwatu... naachana na, chana na The Dream, nitaka kujiandaa kwanza kuangalia The Dream na nini na yote nakuja Focus. Alikuwa The Dream kiingilio chake ni shilingi Yeah. Okay. Yeah. Uh, kwa hiyo hiyo ni kwa yule The, The Dream kuja aliokuwa, mpaka sasa hivi una wangapi ambao umetoka nao The The The Dream? Mpaka sasa hivi... mm. wa wa mm. The Dream Dream sasa hivi ni wawili wawili, kama si watatu, ambao ambao wametoka 50 50 shilingi. Kwa hiyo yote focus nini, kuja poka, kuja focus atachangia shilingi 50 na he ni... tunakupokea tu mm unakuangalia na vigezo. Ni kwa sababu gani? Labda kwa sababu unachuki sana na lile kundi au ni nini paka kinasababisha uweke masharti magumu kiasi hicho? Lakini sitabadilisha jina la Ropai. <laughs> Sasa wewe <laughs> umeenda oh, viral zaidi <laughs> maana yake this time tuzungumzie tena The Dream hapa. Sasa tunazungumzia kama Focus na mtu ambaye anakuja kupokea size Familia anampokea kama Focus, na tujue kabisa kwamba Focus ni kitu ambacho kimekuja, ni kipya, mm-hmm. Umeona na zaidi pia mtazamo utakuwa ni mpya, lakini tumekuangalia kwenye kipindi kilichopita kuna movie kadhaa ambazo mmezifanya mkiwa The Dream, lakini ziligonga mwamba, hazikuweza kufika mbali. Aa, sasa saizi unakuja na kundi jipya ambayo inaitwa Focus. Je, mambo yatakuwa ni yale yale au hizo ndo sababu ambazo zimefanya kuanzisha kundi jipya ambayo inaitwa Focus leo hii? Ni sababu sababu. mm.

lakini unapokuwa unakaribishwa sehemu, mm. Kuna vitu la unataka kufanya wewe utaweza so kuvifanya, mm. kwa sababu umekaribishwa. Huyo si ulimwazisha, ukitaka kufanya kitu ukamwambia, wewe kwanza. Tumekaribisha tu wewe. Umeamua kuwa mwasisi wa Focus, kwamba sasa ukija utapata taratibu na sheria zangu tofauti. Sasa Focus na kikundi ambacho ulichokiacha Utofauti aaaa ni mkubwa sana mm. aa kikundi a watu lino ni wapya ni wageni mm. okay. na wakiwaambia kitu, mm. kitu fan, ichi, Almost Focus House of Talents unataka kitu wakounatakakitu fulani wanakusikilizaatakaihiayo saizi na watu wangapi ambao wameshajiunga kwenye kundi ya yeah? tuko watu kumi na saba mpaka sasa, kumi na saba, saba. Yeah. Utaratibu ni upi ambaye mtu anatamani labda kujiunga na kikundi cha Focus. Utaratibu ni mmoja tu, kama anatamani kujiunga na kikundi cha Focus tuna form, alafu form hatutoi tu na lazima tuambie wewe una lengo gani la kujiunga na sisi, ya na kipaji ulicho nacho, kipaji cha aina gani ya na unakuja kwa mazungumzo gani eh, lazima tutakuuliza, na tuko serious sana. Najua Kilimanjaro kuna vipaji na vya kutosha, vingi tu, watu wengi wanatamani kuwa wasanii, wanatamani kuigiza, lakini hawajui sehemu sahihi ya kwenda kufanya hizo shughuli zao, ni wa wapi E akiaabia ah, mi sikupataga sehemu sahihi, mm -hmm. Nachukulia mfano dogo, tamani juzi kati, nilikuwa ka mmoria mi nafanya biashara mimoria pia nikutana na mtu nikamwambia, bwana natamani ujiunge na kikundi cha nona kama na kufanya sanaa, akaambia, kaka, nia natafuta isi sehemu sahihi ya wapi, ni wapi nifanye mnapatikana? tuna wapi tunapatikana, napatikana urupa kama kaka anakuja li ilia... kesho yake alifika. Hiyo kuna watu wana wana vipaji wanatamani kufanya sanaa, ila sasa hawajui aende wapi eh, hawajui aende wapi. Kwa hiyo sasa, hizi mtu akiwa anakuja tu Focus, ana... sasa, ibi, Focus. Okay. Una una na sasa hivi sasa iko hivi, unahitaji kuja Focus, tuna form zetu s una form zetuafo naja kuna form zetu unajaza na form zetu kwa wageni, hii ni kwa hini kwa machini kwa wageni ambao wanakuja wageni watatoa kiingereza cha shilingi elfu tano kwa kwenye kundi lolote, ya kwa kwenye kundi lolote ya mm, kwa, um, unajua Kilimanjaro kuna makundi machache lolote pa shiininaa, tunaelewa, lakini umekuja sasa, unahitaji kujifunza sanaa, una kipaji, unajua ila ujui sehemu ya kwenda

ni biashara ya sanaa na na. Sasa Familia, nataka kuangalia mwelekeo sasa wa kundi lenu kwamba paka saizi umejipanga vipi kwenda na, na, na kundi lako hili jipya la, la Focus. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.

Itakuwa tarehe ishirini na nane na ishirini na tisa bila kukosea utakuwa mm. na usiku wa wausiku wa Focus House of Talents hmm. ambao utafanikia wapi sasa, sasa pale pale urupaki ambao hiyo itakuwa ni kutambulisha kutambulisha kundi mm, lakini so kem kem. pia sio kutambulisha tu kundi, utakuwa na utakuwa pia kuna wasanii watapanda, wataperform mm. Yeah. Yeah, yeah. Ukiingia yeah, yeah. Yeah. Kuna wale ambao watakuwa wasanii ambao wako ndani ya kundi, kuuza vinywaji pale, utakuwa na watu wa wengi. Yeah, okay. Yeah, yeah. Yeah. na mimi pia ROPAI Online TV atakuwa tutakuja tutakuja, ukituletea kadi bosi wetu, na miongoni mwa vitu ambavyo sasa kama sahizi kwenye sanaa wote mnakajibu labda kwamba mmejipangaje? Sasa labda kuna kazi mnaenda kuachia ambayo itaitambulisha Focus au ni hilo tukio ambalo tunaitarajia la mwezi wa kumi na, na, na mm. tu, eh. mbili. Tutegemee chochote yeah, <laughs> <Tusaidie laughs> Location. Ya, location. Okay. Chuma inayokuja mwezi ukahitaja jina hapa, anachukua majina, lakini unahisi nani ambaye atakuwepo? Washiriki wangapi? Unahisi wa kutoka nje ya mkoa, au labda wenye watu wengi zaidi ambao watatumika? Na je kwenye nje ya makundi au mtafanya ni wale, wale wa uh, mm -hmm. ndani yeah. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah. yeah. ya kundi tu kwa wale wasanii wa Kilimanjaro. Hamtatumia wasanii wengi wa nje ambao mtakuwa mnaangalia zile. Eh, sawa bwana, tumeshashuhudia makundi mengi yamekuja, lakini yakapotea Familia Brand. Hichi kitu kwa wewe sasa umejipangaje? Kwanza niseme tu wasanii na wachache, ila wengi wasanii wangu wengi wanatoka Arusha, boma ng'ombe, wengine wanatokea Babati. mm. kwamba una imani na wasanii wa hapa ndani yeah? Nikisema sina imani nitakuwa nadanganya. Wasanii wa Moshi ni wazuri sana sana mno, ila wamejazwa maneno, wanajazwa maneno. Nikisema najaza maneno, juzi kati kuna msanii wangu mimi ni mgeni, alikuja na alitoka mbali amekuja pale akutana na mwenyeji pale pale, akaanza kumwambia bwana Familia ni tapeli, yeye anachangisha michango ya kikundi, anakula na michango ya kikundi, huyo atafai, ni tapeli. kwa ile yenye mimi na kwa sababu na ile zani mpaka unajua nguvu naitumia kubwa na, sana ya, na, kwa ajili ya sanaki najitahidi kwamba watu waende, ila napotokea mtu hapa hapa anakwaribia na watu wametoka mbali, yaani anapoteza uaminifu, ndio maana akasema sihitaji watu wa ulitoka the Dream tena, lakini ukitoka wapi, nenda na watu wapya, kwa sababu wanakujua zaidi hapo. Hicho sasa, wanajua zaidi hicho. Unaweza kuwa unafanya kitu kwa pala kidogo, kama mimi nakapenda unachokifanya, unahisi hao ambao unakuja nao kwenye hiyo shughuli, sasa wote watapenda unachokifanya. Kama watapata manufaa na utapata pesa, kama watapata pesa, wale uliokuwa nao walipata manufaa, wakapata pesa. Wale uliokuwa nao hawakupata manufaa, kulikuwa na uongozi sasa, yule ndani ya kidogo

mnawashirikisha vipi kwenye swala zima la shughuli hizi ambazo mnazifanya, hebu nishirikishaji. hmm. hmm. hmm. Yani, unajua sahivi, kuna watoto wengi ambao wako nyumbani, wako wapi? Unawezaje kuwafikia watu ambao wadogo, unawashirikisha vipi kwamba kujua sanaa ni pesa, sanaa ni nini? Au nyie mnakaa na watu wale wale ambao mko nao kila siku? Yani mna, mna, mna za kuingia ndani kuvumbua vipaji vipya? okay. hmm. okay. Uh, iko hivi kukutana kundi bado ni jipya na upya wake mm. na kukutana mimi, tuseme kwa sababu naongea na watu mm. na kwa mara ya kwanza tena, nafanya na tena nafanya interview na sio mara ya kwanza, nafanya interview nyingi sana kwa hiyo tulipata pia watu mm. walikuja na mimi na wakafika sio mm. na tunasema tunapataje watu na kuanza kuwapa hizo fursa na program ya kutembelea kwa vituo ya sima mm. na program za kuingia mtaani mtaa, yeah, mtaa, yeah, mtaa kwa mtaa mm.

kwa ajili ya watu hmm. Na kwenye waasisi wa wa hii focus ni watu gani? Hmm. Waanzilishi au tunue familia yawtu hmm. Kama ambavyo tunakuona hapa au kupia na mzee wa nidhamu hapa, iko timu ya watu wanne, jambo tujonao wote hapa ila tulikaa chini timu ya watu wanne na ukaangalia hmm. Unajua, unapokuwa na watu ambao ishulioitakusapoti mimi na mimi <gibu> <gibu> e, na e, kufika naye naye mwalimu amenitoa mbali sana, eh, niko naye akasema kuna mambo makubwa ambayo atakuja Ropai, mwenyewe atakushangaza sana nahimbuanye

hivo mm. tu baada ya Famila Brand, tunakwenda kwa mheshimiwa sana hapa mwenyekiti wa Focus, kitu ambacho labda ungependa sana kumwambia mpenzi mtazamaji na mfuatiaji wa ROPAI Online TV ambacho mimi sikukuuliza. Yeah. Mi napenda kusema hivi, mm. una kipaji, hmm. hmm. una talent yoyote mm jaribu kuja Focus House of Talents mm. anapokea vipaji kwa vya aina yoyote ile mm. na, na kama ni mzazi unanisikiliza, mtoto wako ana kipaji ana uwezo na anakuonesha kitu anaweza kafanya, usimnyime wala simzuie, ruhusu aje Focus House of Talents. Namba zangu za simu zinapatikana hapa kutajie, ni sifuri saba nane nane thelathini na sita sitini na moja sitini. Ukinipigia tu moja kwa moja, tutapeana maelekezo mm.

Kupata, sehemu ya kufanya mazoezi, comment zako ndio kitu ambacho kinahitajika hapo na najua comment nyingi zitasema kwamba Familia bwana ndio ameua The Dream, lakini uh, hizo bwana lazima upokee. Yani jiandae <mulopas> kupokea hiyo kweli. Nikuambie Familia Brand, lazima ujiandae <mulopas> uh, kupokea kwamba baada manake ina, tunaangalia nini kwamba baada ya kutoka tu Ungeniambia kundi linaendelea, lakini unaniambia kundi limekufa, yaani kikundi kimekufa. Kwa hiyo ujue lazima mzigo huu utaubeba, kama ngoja kwanza waliovunja wao walianzisha na mmeua kikundi. Maana kuna mmoja anasema, uh, familia imekimbia ile kundi, ndio mali imekufa, limekufa. Baada ya kukimbia likafa, comment nyingi zinamiminika sana. Kwa hiyo mimi najua wengi sana watazungumza swala hilo, na tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Kikishapita najua hichi kitu kitakuja kusema <im <attraction> <imression> na nitakuita, eh, zitakuja hizo comments za kutosha. Mimi nitakuita hapa uje ujibu comments zako, sio kaandika Familia au hivyo, mimi mimi naendelea kumaliza maliza hapa mimi. Najua Familia kweli lazima utakuja kulaumiwa, kuna kuna rama zitakuja kutokea kwenye kikundi ambacho kimekufa, lakini kuna faida zitatokea kwenye kipindi ambacho kimezaliwa, hususan ukiangalia kwamba jinsi ambavyo wewe umefanya kwamba mtu akitokea kule anatakiwa atoe pesa nyingi kuliko mtu ambaye anakuja ni mgeni ah, kwao ni kuonyesha kabisa kwamba siwezi kusema, siwezi. Kwa hali ya kawaida ni kwamba kama iaunaw kama unawakatai. Kama unawakatai, lakini e, kama <laughs> kaniambiaje? Mtu wa kawaida ni shilingi elfu tano ya, sawa. Yani asilimia kumi ya mtu ambaye ametoka kwenye kikundi cha The Dream, mtu wa The Dream anatoa fc asilimia kumi ndo mtu anatoa. Kwa hiyo utaangalia a kwamba jisigani ambavyo wale watu wahitajiki wa kutokea kule lakini hahitajiki, ndio maana kiwango kimekuwa kikubwa. Sababu kama ungekuwa unahitaji mtu kutoka kiwango kikua cha kawaida, sasa naangalia hapo kwenye ehamsini mpaka kwenye elfu tano anahitajika, ndio elfu tano Iko hivi, ukienda kuoa kwa baba akakwambia mimi nataka milioni tano kama mahali sawa, kuna arakini akamwambia se leta chochote au leta raki, najua hapa nimekubalika indirect. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba mtu ambaye mlikuwa naye mwanzoni, mnamgundua mapungufu yake, akija mmeweka hela nyingi ambayo mtu atashindwa, labda ndio maana kuna different kubwa sana hapo. Naam, mpenzi tazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, E, tupo na ndugu yangu Familia Brand, lakini niko na mkubwa mwingine hapa ambaye anajiita Kidume Brandi na tulikuwa wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini nikwambia tu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, jukumu lako ni moja tu, sawa: subscribe, like, share na comment Ropai Online TV. Nyuma ya kamera yuko director Nedi eh, yeah? ambaye ndo anatuwezesha sisi kufika hapa, lakini masuala ya sound na nini mambo yanaendelea kama kawaida. Kuna, kuna kijeni kina nani nyuma ya huko saundi, anaendelea kufanya mambo vizuri. Jukumu lako ni subscribe, collection na comment Ropai On TV. Mimi nadhani tumemaliza, tuwatakie bye bye, maswali mengine <laughs>